Uh, naiba hapo jirani akamtimua, uh, bibi akamtimua, uh, mfanyakazi wao wa nyumba eh, uh, wafanyakazi wa nyumba house managers, wale wafanyakazi wa ndani ya nyumba sawa, so, mwanamke yes. Na baada ya kuuliza ulizia duru zinazoaminika zina, zina zina zina zina zina zina ni kwamba uh, mama mwenye nyumba alifanya hivyo, alimtimua msichana wa kazi hasa baada ya mzee wake ama mumewe kumsifia uh, msichana wa kazi, kumpa hongera, kumpa kongole kwamba unafanya kazi nzuri, unapika chakula kizuri, nyumba ni safi na mambo kama hayo. Mama akaona hapana, hapa ni kama kuna mtu anatafuta nafasi isiyokuwa yake. Alfajiri <coughs> msichana akaambua, funganya virago, rudi mahali ulipotoka. Nauliza, nakuuliza msikilizaji usiku wa leo je, ni kosa kumsifia binti wa kazi eh? kwani akifanya vizuri eh, si ni kwa ajili ya familia, kupika vizuri, kupanga nyumba vizuri yale yote ambayo yanastahili kufanywa kwa ubora na ustawi wa familia. Nauliza hivi eh, ni, ni, ni, ni, ni makosa kumsifia ama mzee kusifia mfanyikazi wake nyumbani?